Bwana mambo vipi, mtazamaji wa Mati Media channel, jina langu ni Habibu Mkanula na, sasa leo nimekuja kukuletea na na, imani ulikuwa unajua au ulikuwa ujui mpira um, wa wavu una refari na wangapi, na labda ulikuwa unajua mpira wa wavu na refari wa kati anaweza kukimbia kimbia. Hapana, mwamuzi wa kati kuna sehemu yake anakaa. Sasa leo uh, sifikiri huko leo, nimekuja kukuletea e, idadi ya waamuzi kwenye mpira huu wa wavu. Na kwenye mpira wa wavu kuna waamuzi wa tatu ambao e, wamegawanyika kwenye maeneo mbalimbali na mmoja kati ya mwamuzi ni mwamuzi wa kati. Mwamuzi huyu wa kati kazi yake ni kutafsiri sheria ambayo ya mchezo ambako mchezo unaendelea. Na mwamuzi mwingine ni mwamuzi e, msaidizi, huyu anabaki nje anaangalia mwamuzi wa kati amefanya kitu gani. Naam au ndio waamuzi. Na mwamuzi wa tatu ni mwamuzi ambaye anakaa nje ya laini, anaangalia mpira kama umetoka ama haujatoka, na hao ndio waamuzi ambao e, wana jumuika kwa pamoja ili kufanikisha mchezo wa wavu kumalizika na kuchezwa na kupata sheria ambazo zinahusiana na mchezo huo. Naam, jina langu ni Habibu Mkanula, na hii ni Mati Media Channel 2025.